Msimu wa uchaguzi wa mwaka 2025 nchini Tanzania ulikuwa zaidi ya uchaguzi wa kawaida, ulikuwa dhoruba ya kisiasa iliyotikisa imani ya wananchi katika demokrasia ya taifa hilo. Kuanzia kukamatwa kwa viongozi wa upinzani hadi matokeo yaliyotia utata, historia mpya ya kisiasa iliandikwa. Aprili 9 mwaka 2025, Tundu Lissu, kiongozi wa Chadema, anakamatwa katikati ya mkutano wa kisiasa. Siku moja baadaye anafunguliwa mashtaka ya uhaini, kosa lisilokuwa na dhamana. Hatua hii ilionekana wazi kama njia ya kumwondoa mpinzani mkuu wa chama tawala kwenye kinyang'anyiro cha uraisi. Miezi kadhaa baadaye, wimbi la vitisho na ukamatwaji linaendelea. Oktoba tarehe 6 Humphrey Polepole pole anapotea ghafla jijini Dar es Salaam. Oktoba tarehe 22 John Heche naye anakamatwa akiunga mkono kesi ya Lissu.